Ndoto za Lami. Sura ya tatu aibu na mwanga. Mchana ule ulikuwa mkali kuliko kawaida. Jua lilichoma Lami kana kwamba lilitaka kuyeyusha ndoto zote zilizokanyagiwa juu yake. Saidi alikuwa amesimama karibu na kituo cha daladala akirekodi video nyingine. Alikuwa amevaa shati lililokuwa limechoka rangi, lakini macho yake yalikuwa hai kama mtu anayeshikilia kitu muhimu sana. Watu wanadhani ndoto zinahitaji pesa kwanza, alianza kuongea, lakini ukweli ni huu, zinahitaji ujasiri e. Kabla hajamaliza sentensi, kicheko kikubwa kikapasua hewa. E, influencer wa mtaa, hebu sema tena kwa kamera. Kundi la vijana watatu lilikuwa limesimama karibu, macho yao yakiwa yamejaa dhihaka. Mmoja wao alisogea karibu na simu ya Saidi akachezea lensi kana kwamba anaangalia mzaha. Ushawishi gani unaongea hapa bila hela, bila kazi? Mtaa huu unataka hela, sio motivational speaker. Watu wachache waliokuwa wakisubiri daladala waliinua macho yao. Wengine walitabasamu kwa aibu. Wengine walipuuza. Lakini Saidi alihisi kama dunia nzima imesimama kumtazama yeye peke yake. Mikono yake ilitetemeka. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Koo lake likakauka. Kwa sekunde chache alitaka kuzima simu, kuomba radhi na kuondoka. Alitaka kurudi kuwa yule Saidi wa zamani, yule aliyekuwa anatazama ndoto kwa mbali. Lakini sauti ile ile ya ndani ikarudi tena. Ukikata leo utajilaumu maisha yako yote. Akamwinua macho yule kijana aliyekuwa anamcheka, akasema kwa sauti tulivu lakini nzito: naongea kwa sababu hakuna mtu aliyeniongelesha nilipokuwa chini. Kicheko kikapungua kidogo. Na kama hili linakuchekesha, aliendelea, basi hii video si yako, ni ya yule kijana anayehisi hana dhamani. Kijana yule alikaa kimya kwa sekunde chache, hakujibu. Kundi likatawanyika taratibu likitafuta mzaha mwingine mahali pengine. Saidi alipomaliza kurekodi, miguu yake ilikuwa mizito, alijisikia amechoka kuliko siku zote. Aibu ile ilikuwa imeingia ndani zaidi kuliko alivyotarajia. Usiku ule hakupakia video yoyote. Alikaa kitandani, simu mkononi, akipitia comments za zamani. Aliona zile chache zilizompa nguvu, lakini macho yake yalivutwa zaidi na ile moja ya dharau aliyokuwa ameipata mapema siku hiyo. Achana na ndoto. Tafuta kazi ya maana. Aliweka simu chini, akatazama dari, akajisemea kwa sauti ya chini. Labda kweli. Labda hii si yangu. Kesho yake asubuhi, Saidi aliamka akiwa ameazimia kuacha. Alivaa akatoka nje bila simu. Alitembea bila mwelekeo, akifikiria jinsi angeanza kutafuta kazi yoyote, chochote kitakachompa hela ya siku. Alipofika karibu na duka la kuchomelea chuma, sauti ya mtu ilimuita, wewe ndiye Saidi, si ndio? Aligeuka, alimwona mwanaume mmoja wa makamo amevaa fulana nyeusi na kofia iliyochakaa, uso wake ukiwa na alama za maisha na kuona mara nyingi ukiongea na simu, mwanaume huyo alisema. Leo hukurekodi Saidi. Akatikisa kichwa, nimeacha. Mwanaume akatabasamu kidogo. Usiache jana, uliongea kama ulivyokuwa unaongea. Mimi nikiwa na umri wako hakukuwa na mtu wa kunisikiliza. Alijitambulisha kama Bwana Kondo, fundi aliyewahi kuwa kijana wa mtaa mwenye ndoto kubwa, lakini alikata tamaa mapema. Usifanye kosa langu, Kondo alisema kwa sauti ya taratibu, umaarufu hauji haraka, lakini ukiongea kweli, siku moja sauti yako itakuwa kioo cha wengi. Maneno yale hayakuwa marefu, hayakuwa ya kitaalamu, lakini alifika pale palipokuwa panavunjika ndani ya Saidi. Alirudi nyumbani akachukua simu yake akafungua kamera. "Leo nilitaka kuacha," alianza kwa sababu watu walinicheka. Lakini kama naongea na wewe uliyekata tamaa, basi leo nipo kwa ajili yako. Hiyo video kwa mara ya kwanza ilivuka mipaka ya mtaa, na Saidi hakujua bado e eh, kwamba ile aibu aliyopitia ndiyo ilikuwa mlango wa mwanga wake. Sura ya nne itakuja naye. Video yake kuanza kusambaa polepole, lakini kwa uhakika. Mgongano na marafiki wa zamani, na chaguo gumu kati ya pesa ya haraka au ndoto ya muda mrefu.